Matano yetu unabii na mafunuo katika ulimwengu wa roho ndani ya Tunda la Wokovu. Sasa wapendwa, leo ni shukuru Mungu kwa sababu yeye. Ni shukuru Mungu kwa sababu yeye ndo anatupatia nguvu ya kusimama mbele zake na kufundisha somo lake, yeye ndiye anayetuwezesha atuwezi tukajisifu wala atuwezi tukajifuna. Kipindi hichi cha Jumatano yetu kilianza kama mizaha, lakini leo sasa kimekuwa kikubwa, kwa sababu Mungu anazidi kutusukuma kutenda kazi yake. Basi na aimidiwe Yesu Kristo, ashie mahali pa juu. Basi na atukuzwe, kwa maana yeye ni Mungu. Basi naapewe sifa siku zote, yeye anayetuwezesha kutenda kazi yake. Leo tunakuja kwenu kuwaleteeni somo linaloenda kwa jina la lile lililokuwako tangu mwanzo. Lile lililokuwako tangu mwanzo, yani tangu mwanzo, ilo ndo somo letu. Hata tukaribishe Roho wa Bwana Kristo Yesu. Mungu shemali pa juu, tunakushukuru kwa maana atuwezi chochote bila wewe. Tunaweza kwa sababu wewe Mungu ndiye unayotupigania na kutuongoza katika kweli yako. Basi kwa somo ili, tunakwenda kufukuza nguvu zote za giza, mashetani na mapepo na wachawi wote, wachomwe na moto wako, wasipate nafasi mahali hapa, distraction zao zote na zichomwe. Lakini wewe Bwana ubaki kuwa mungu wetu, ukatuongoze katika kweli yako, ukatuletee mafunuo zaidi ya mafunuo, ukatufundishe somo ili, ukatueleweshe sose, sote tupate ku, tupate tupate kugeuka Roho wako mtakatifu au juu yangu nikilifundisha somo hili malaika wako wa neno au juu yangu akifundisha neno hili. Mimi naomba niwe instrument, niwe chombo cha kupaza sauti lakini nayo tena yote ni wewe Yesu Kristo kupitia Roho wako mtakatifu na malaika wako wa neno. Na wakaribisha malaika walinzi. Na wakaribisha malaika wote ambao wa mbinguni wanaweza wakawa hapa. Lakini naomba lote eneo hii imilikiwe na nguvu zako na uwo Yesu ujizihirishe kwa kutupatia neno lililokuwa nzuri. Katika jina lako Yesu Kristo tunalibariki somo ili na kuliombea kibali, nipate kibali machoni pako, katika jina la bwana wetu Yesu Kristo amina. Um, somo ni lile lililokuwako tangu mwanzo. Tunatutoa somo ili katika kitabu cha, cha Yohana wa kwanza yana waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza, kwanza tutakuwa tunashuka ili tuelewe ndugu yetu Yohana anatuambia nini, anataka tufanye nini katika maisha yetu. Basi anaanza hivi: lile lililokuwako tangu mwanzo, tulilolisikia toliloliona kwa macho yetu, tolilo litazama na mikono yetu ikalipapasa, kwa habari ya neno la uzima. Na uzima huu uliziirika, nasi tumehona tena, twashuhujia na kuwahubiri ninyi ule uzima wa milele uliokuwa kwa Baba ukaziirika kwetu. sura ya kwanza hadi ya pili. Yohana anataka kutueleza jambo hapa. Yohana anataka tupatia mtazamo wa uzima, mtazamo wa uzima katika kumwamini Yesu Kristo. Ndio maana kwanza, lile lililokuwa tangia zamani, na uzima huu ulidhihirika nasi tumeona tena twaushuhudia na kuwahubiri ninyi ule uzima wa milele uliokuwa kwa Bwana. Naona uliokuwa kwa Bwana ukazirika kwetu. Na tena narudilia, Yohana anatupatia picha jinsi gani tunaweza eh, jinsi gani tunaweza tukauona uzima ambao huu uzima ulikuwa mahali fulani ulikuwa kumbinguni kwa Bwana ukazirika kwetu. Sasa tutakwenda kuona uzima oh, ni nani? Kwa ufupi tu anataka kutuleta kwa Yesu Kristo, anataka kutuambia jinsi ya kuwa na kuishi kwa Yesu Kristo, jinsi ya kutembea na Yesu Kristo, jinsi ya kuongea na Yesu Kristo. Haleluya, Bwana Mungu wa matendo onekana hapo, ukatupiganie na nguvu zote za giza za shetani na zishindwe, kwa ni Mungu mweza yote. Naomba baraka zako na nguvu zako zitongoze malaika wako na mimi amen. Uzima wa milele ni Yesu Kristo, ndio maana ukisoma katika kitabu cha Mathayo cha Yohana Samari sura ya tatu kumi na sita anasema hata wakati <coughs> kwa maana hii jinsi Mungu aliupendo ulimwengu hata akamtoa mwanaye pekee eh, ili labda hacha tusome, nisiende nikasema sema yaliyokuwa kili mlim wangu. Yohana 3:16 natwambia hivi, Yohana 3:16, Yohana 3:16 natwambia hivi Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Uzima wa milele unapatikana una kwa Yesu Kristo, ndio maana akasema, kwa maana hii jinsi hii kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata kantoa mwanae pekee ili kila atakaye muamini Yesu Kristo asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo uzima wa milele ni Yesu Kristo, ndio maana unapatikana kwake yeye peke yake domana alikufa tena akafufuka. Kwa maana kwake Yesu Kristo hakuna mauti, kwake Yesu Kristo hakuna kifo. Sasa hapa Yohana wa kwanza akaja akatwambia habari za ule uzima ulioonekana kwetu. Ulionekana kwetu kivipi kulingana na yohana 3:16? Ulionekana kwetu kwa njia ya upendo wa Yesu kwa Mungu kuupenda ulimwengu, kutupenda sisi, kutujali sisi, wakati tulipokuwa wazinifu, wazinzi, wanaolizarau jina lake, wanaotembea katika ukamilifu wetu, tukahasi Mungu. Akatupenda, akatupatia uzima wetu uonekane kupitia kumwamini Yesu Kristo. Na hiyo ndiyo iliyokuwa habari ambayo wa Yohana mitume waliona kwa macho yao

alisikia nini? Twawahubiri na ninyi, ili nanyi pia mpate kushirikiana nasi, na ushirika wetu ni pamoja na Baba. Walianza kuliona wao wakaanza kulihubiri kwetu, ili tushiriki uzima wa milele uliokuwa katika Kristo. Ushirika huu twashiriki, anatuambia na sisi tushiriki. Tunapolikamata ili neno, tunapolishika ili neno, tunakuwa na ushirika wetu na mitume, unaopatikana na ushirika huu uh. Wakasema tukishiriki na ushirika wetu ni pamoja na Baba na pamoja na Mwana, na mwana wake Yesu Kristo, tunakuwa na yeye Yesu Kristo kulingana na Yohana 3:16 akaja akafa ili tumwamini. Wei awezi kukawa na ushirika kwa mtu sio mwamini, na uwezi ukakosa ushirika na mtu naye mwamini. Ule ushirika ukaja kwetu, tukawa sasa na ushirika baba, kwa baba na baba, tukawa na ushirika pamoja na nani? Pamoja na mwanaye Yesu Kristo. Na haya twayaandika ili furaha yetu itimizwe, ili furaha yao itimizwe pale tunaposhika nini somo hili ambalo wametuandikia wa mitume wa Yesu Kristo. Piana anataka kutu, kututoa katika mtazamo wa kuishi na kutuingiza katika mtazamo wa waku, kuwa pamoja na Yesu Kristo. Tunapokuwa tunayashika maandiko, tunapokuwa tunatembea na mafundisho ya mitume tunatembea haleluya, tunatembea na, na, na Yesu Kristo, tunatembea na Mungu muumba lakini uelewe nikisema Mungu muumba sijamaanisha tuko na, na, na wa Mungu wawili. Yesu Kristo ndiye Mungu peke yake, na ni yeye ndiye astahiliye kuabudiwa. Hakuna Mungu mwingine pembeni ya Yesu Kristo na kujawahi kuwa Mungu mwingine mbele na kabla na katikati akujawahi. Yesu yule yule jana leo hata milele. Lakini anajigawa kulingana na kazi zake. Anaitwa Baba kwa kazi yake, anaitwa Mwana kwa kazi yake, anaitwa Roho Mtakatifu kwa kazi yake. Sasa mstari wa tano akasema ili tujue ile habari. Sasa walioisoma, walioipapasa, walioiona, walioisikia walitembea naye, akasema, na hii ndiyo habari tuliyosikia kwake, kwa Yesu Kristo, na kuhubiri kwenu ya kwamba Mungu ni nuru, wala giza lote hamna ndani yake. Hii ndiyo habari Yohana anataka tujue zaidi. Hapa pote anatupatia introduction, ambako anataka kutupeleka lakini habari aliyoisikia kutoka kwa mwana Yesu Kristo ni kwamba Mungu ni nuru na wala ndani ya Mungu amna giza yoyote, yaani Mungu ni mtakatifu na wala ndani ya Mungu amna dhambi yoyote. Na huu ndio ushirika utaka utupeleka mbinguni, nau ndio ushirika utaka ufanya sisi tumwone Bwana tunapokujua tunapolijua, ya kwamba huyu tunamwamini ni nuru. Huyu hataki kuchanganya changanya, hataki kujinua, hataki uongo, hataki kuiba, hataki umbea. Haleluya, Bwana wa majishi! Uu, tukijua hivyo tunapata uzima wa milele kwa sababu tunatembea katika nyaraka zake za Yesu Kristo alizotuandikia kupitia mitume tunatitembele katika neno la Yesu Kristo na kutakaswa na neno kwa ajili ya kuona ufalme wa mbinguni. Mungu ni nuru, wala giza ndani yake alimo. Mungu ni takatifu, wala zambi ndani yake aimo. Habari walioisikia wa mitume akasema, tukisema ya kwamba twashirikiana naye tena tukitenda tukienenda tuki, tenda, tuki, tuki gizani twasema uongo. Unasema unaamini Yesu Kristo, lakini ghafla unakunywa pombe. Yesu Kristo ni Bwana. Unamuminia Yesu Kristo, lakini ghafla unaonekana na wigi. Yesu Kristo ni Bwana. Unaminia Yesu Kristo ndiyo, lakini ghafla mwanake unavaa suruali, lakini unakombe, una, unafanya wengine wagombani, una unasambaratisha ndoa unasambaratisha marafiki Tukisema tunamwamini huyu aliyekuwa nuru, ambaye ndani yake hamna giza, ambaye ndani yake hamna masimango, ambaye ndani yake hamna hamna nini? Hamna hamna uongo. Sasa sisi tunamwamini yesu kristo. Tukisema tunamwamini yesu kristo na machukizo ndani ya familia na machukizo katika akili zetu, tasema nini? hatuna ushirika na yesu kristo maana ndivyo anavyosema hapa, twasema ni uongo, wala hatuifanyi iliyo kweli. Sisi ni waongo, kweli haimo ndani yetu. Sasa mstari wa saba akaja akatuambia, bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha zambi yote, na damu yake Yesu Kristo mwana wake yatusafisha zambi yetu yote. Pale tunapoanza kusema nataka niende nuruni, anatupeleka katika toba tunapokuwa tuko tunatafuta Yesu Kristo tuishi katika toba, tunapokuwa tunatembea na Yesu Kristo tuishi katika maisha ya kujichunguza, kuj ili tuhakikishe tunaenda, tunaingia nuruni. Kwa nini sisi tuko duniani, tunaingia kwenye ma YouTube. Ukiingia kwenye YouTube publicity, na uweko kwenye kwenye YouTube, kuna kwa ad ah, ambayo ufurahishi haifurahishi, wengine wana kisi chada, wengine wanafanya mapenzi, wengine wako uchi, lakini haujapendeza au hujakusudia kuyaona haya, lakini yamekuja by accident unahitaji kutubu ili nuru izidi kubaki. Una, wakati unatembea unaona wengine wanavaa vibaya, macho anaangalia lazima yataangalia, macho moyo natamani labda utatamani, lakini ili uzidi kudumu katika nuru, unahitaji kwa yale unayoyaona utubu, kwa yale unayosikia ya utubu. Ah, hapo tunapata ondoleo la zambi yetu kupitia damu ya mwana wake Yesu Kristo aliyekufa msalabani kwa ajili yangu kwa ajili yako. Yesu Kristo anataka sisi tuishi katika nuru. Kuishi katika nuru ni kuhakikisha tunachana na zambi, na pale tunapoona tumeshuka kidogo tukumbuke msalaba. Tusikumbuke msalaba wa Yesu Kristo, tumeshakuwa kuzimu tumeshakuwa mbele ya kiti cha enzi, tumeshanaswa. Hapa ndio nasema, Baba nisamee nilikuwa nakula na ulimwengu. Leo ndio wakati, wakati wa kutubu, wa kuziacha giza, wa kuingia katika nuru, wa kuiacha matendo yasiyofaa ya, ya kuacha matendo ya kishetani, ya kuacha matendo ya kipepo, ya kuacha matendo ya kichawi, ya kuacha umalaya na umbea na uongo, na tushikamane na nuru, Yesu Kristo. Tukisema tunamwamini na huku tunatenda uongo Tunasema tunapenda umalaya, umalaya, tunalala na wengine ndani ya kanisa, tunatembea katika njia zetu, sisi ni wahongo, sisi ni wahongo na wala kweli aimu ye ndani yetu. Lakini tukisimama katika nuru no. kama yeye alivyo wanuruni, tunafanya nini? Tutakuwa sawa sawasawa, kwa maana damu ya Yesu Kristo itatusafisha na dhambi yetu yote. Ndugu dunia, mimi nasema kila siku, dunia iko na mambo mengi mazuri mambo mengi. Ukiona dunia unaona jinsi warembo wanawake wanavyokuwa katika dunia, una, unasema dunia iko na vitu vizuri. Unaona unavyokula vyakula ambavyo kuna utamu, unasema dunia iko vizuri. Unaona unapolala katika nyumba nzuri, unaoga, unaogelea maji mazuri ndani ya nyumba yako, unasema dunia iko na mambo mazuri. Unaona unavyokwenda maauti, unaona unavyokwenda una huko na kule kwenye mapati, unacheza, unasema dunia iko na mambo mazuri lakini Biblia inatuambia yote yanapita. Nani? Yote yanapita, mazuri yote yanapita. Marembo waliokuwa mwa siku za Nuhu walipita, warembo waliokuwa Sodoma na Gomora walipita, warembo waliokuwa wakati wa, wa zamani huko nyuma walipita, warembo waliokuwa jana iliyopita wamekufa wamepita, dunia inapita lakini kwa sababu ya hiyo takasema, heri yule anayedumu kutenda matendo mema, anaoshikamana katika njia ya Kristo, huyu adumu hata milele. Heri yule anaoshikamana katika kulishika, kulishika neno kushishi, kwa sababu ya neno kuwaza, kwa matendo ya Mungu, huyu adumu hata milele. Wanaodumu hata milele ni wale wanaotembea katika hofu ya kumwogopa Yesu Kristo. Una uzuni naweza kukupata mambo yanaweza akajingiza ya ubizi unaweza ukakupata, lakini kumbuka Yesu yuko. Kumbuka umpatie siku kumocha, huyu mwana wa Mungu, ukamtazame, ukamwombe samaa, ukamkumbuke ili usafishwe na damu yake iliyotoka msalabani. Yesu Kristo anatutaka, Yesu Kristo anatupenda, alitupenda kuanzia zamani, lakini atujue upendo wa Mungu kwetu wanadamu atuelewe Mstari wa tisa u akatambia hivi wanane samani tukisema kwamba wanane usasa, tukisema kwamba atukfanya nini? Tukisema kwamba hatuna zambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli yaimo mwetu. Tukiziungama zambi zetu, yeye ni nini? Yeye ni mwaminifu na wahaki, hata atuondolee zambi zetu na kutusafisha nini? Na kutusafisha uzalimu wote. Turudi tena katika mstari wa nane, tukisema kwamba hatukutenda zambi ama hatuna zambi twajidanganya wenyewe. Mtu yoyote anaosema yeye si mtenda zambi huyu, kwanza Biblia namwita ye ni mdanganyifu. Kuna watu wanakuwa katika imani wakizadi wao ndio wanyaki. Wa Biblia inasema wewe ni unajidanganya mwenyewe unasema uongo. Sote tunatembea tukitenda dhambi. Hizi nakuja katika moyo. Hizi nakuja katika mawazo. Hizi nakuja katika ndoto. Hizi nakuja katika usituka, kuangalia leo na vibaya, lakini umeshatenda dhambi. Dhambi sote tunatenda dhambi. So, tunatenda dhambi. Kwa hiyo tukisimama mahali fulani, alafu tukianza kusema mimi ni takatifu, mimi sijatenda dhambi, mimi sijatenda, ah, tunakuwa takatifu pale tunapotakaswa. Baada ya kutubu dhambi, tunageuka kuwa takatifu wa Bwana. Na pale tunapoanguka tunakuwa tena dhambi. Sasa tukisema ya kwamba sisi hatujawahi kuwa na dhambi, tunasema uongo. Kwa maana kuzaliwa tuna mwanamke tumirishe dhambi ili iliyo ya, ya, ya Adamu na Hawa tumeshairisha umezaliwa tayari na automatic dhambi hiyo. Sasa ukisimama duniani ukisema mimi sina dhambi, unajidanganya mwenyewe. Kwa sababu unajidanganya mwenyewe, Biblia inasema nini? Wala kweli aimo, aimo mwetu. Tukiwa tunasema hivyo kweli kweli, neno la Mungu Yesu Kristo, Roho wake, neno lake alimo ndani yetu. Popote palipo kweli tunazungumza neno. Popote palipo kweli tunazungumza Yesu Kristo, tunazungumza Roho wa Bwana kukaa ndani yetu. Sasa tukiwa tunaishi katika maisha ya kuridhika watu wako ndani ya kanisa wanarizika, wao wako sawa. Watu wako mitaani wanarizika, wao wako sawa. Unaona, kwa sababu anasaidia mtu mbuzi nani nani 10 dollars na haya, ajawai kwenda kanisani ama alienda kanisani miaka 20 iliyopita, lakini bado anarizika kusema yuko sawa. Mimi nilishaongea na watu na baadhi ya watu kalia watatu wa nne kazini ambao wanasema walishawahi kwenda kanisani mara moja tu ama wakienda kanisani kuwe special event, yani Christmas, Easter, mambo kama hayo lakini ki ukiwauliza, wakasema, mimi bado ni ningali Kristiani, ningali, ningali na imani hilo, ningali ni Kristo, niko sawa, wanarizika. Tukisema hivyo, sisi ni waongo, wala neno la Mungu alimo ndani yetu, kweli ya Mungu haikai kabisa ndani yetu. Mstari wa tisa akatuambia jisi ya kutenda kisi ya kuishi, kama Kristo, kisi ya kuishi kama nilikuwa na mtazamo wa kwenda mbinguni. Tukiziungama tuki, tuki zambi zetu, yeye ni mwaminifu na wawaki hata atuondolee zambi zetu, tukitubu zambi, tukikumbuka tumekosa tukikumbuka tumesema uongo, tukikumbuka tumekasirika, tukikumbuka tumeenda kinyume na Yesu, tukikumbuka tunatembea kiakili zetu. Yesu akiona tumepiga goti na kutubu dhambi zetu, Yesu akiona sisi tunatubu na kugeuka na kumaanisha kugeuka, yeye ni mwaminifu, mwaminifu, hata yumba kwa neno ambayo, kwa neno ambalo alishakuliongea, yeye ni mwaminifu na wa haki atatusafisha dhambi zetu, atatusamehe na uzalimu wote, wote atauondoa, tutabaki wana wa Mungu, tofauti na to katika kanisa tofauti na toba katika maisha ya Kristo, hatuwezi tukamwona Mungu, maana zambi zitazidi kututenga na kutupeleka mbali na uso wake. Hatazidi kukimbia sisi, hatazidi kutuacha na sisi, tukienda huko tunajisifu, tunalimba, na sisi tukienda huko tunajisifu, tunahubiri, lakini zambi zimetukandamiza, lakini zambi zimetupata, zimetufunga, lakini zambi zimekanyaga kanisa, lakini <coughs> tukisema mimi ni kosaji, Yesu Kristo, nisame nisamee, Bwana nitakase, Mungu nioshe na damu yako Yesu. Ni mwaminifu, Yesu ni wa haki. Yesu ni mwenye kweli, Yesu ana huruma, atakusamee dhambi zako zote, atakusafisha na uzalimu wako wote, nao utamwona Bwana. Mstari wa kumi akasema hivi tukisema kwamba hatukutenda zambi twamfanya yeye kuwa mwongo, wala neno lake alimo ndani yetu, neno lake alimo mwetu, yaani sisi ni waongo. Hata kama tuko ndani ya kanisa, tukiwa tukisema hivi, tujue sisi ni waongo, unaona. Eh, tukisema kwamba hatukutenda zambi twamfanya yeye nini, kuwa mwongo na wala neno lake alimo mwetu, sisi ni waongo tunasema Yesu tuna, yani tunamfanya Yesu Kristo, yani kwa yale aliyosema kwetu yaonekane kama ni bure. Inaweza kusema kwa wazo, kama wazo yangu ya kwamba ni kama vile tena tunarudisha katika salaba pale, tunapoendelea na kusema atujawe kutenda dhambi. Yohana ameandika kitabu hichi ili kuweza kutu encourage sisi, kutu encourage sisi ambao tunataka kwenda mbinguni. Hiyo encouragement yake inatuambia jambo kubwa ya kwamba si wabishi mbele za Mungu. Jambo la pili, ya kwamba tunapokuwa katika dunia hii tunaona yasiyowezekana, tunasema na kuangalia na kuwaza mambo yasiyokuwa salama mbele za Mungu. Kwa hiyo, kwa sababu sisi tunaishi mahali ambapo dhambi inaishi, tunahitaji kuishi katika toba, kukumbuka msalaba wa Yesu Kristo bali tungali nzima, ili tuweze kuenenda katika nuru, ili tuweze kuishi maisha matakatifu bado hapa duniani na hata mbinguni pia. Ndugu, Usijichanganye kwa, kwa ujana, usijichanganye usi kwa maisha unayaona. Dada, usijichanganye kwa urembo. Kaka, usijichanganye kwa gari nzuri, kwa mahela ulizokuwa nazo. Kumbuka bado Yesu ni eme yake ngali salabani, ungali unaweza kabisa ukatubu na ukaokolewa ukatoke katika maisha yasiyofaa, ukakumbukwa ukakumbu na mbingu, nawe ukaitwa mwana wa Mungu. Ndugu yangu, Yesu Kristo ni mwaminifu.